Na chingwe oye oh yeah. Habari yeah. Janna inao jimushila. Asante sana Daktari Emanuel Nchimbi, viongozi wote ambao wamefatana na Daktari Emanuel Nchimbi, makamu wa rais wa taifa letu la Tanzania, ndugu wa bunge wenzangu, waheshimiwa wa madiwani, mabibi na mabwana, wananachingwea, wana Lindi kwa ujumla wake, naomba nianze kwa kumshukuru Mungu, hatimaye nikushukuru wewe au nikupongeze wewe Daktari Emmanuel Nchimbi kwa ziara yako ambayo umeifanya katika taifa letu la Tanzania, mkoa wa Lindi ukiwa ni mkoa wa kumi na saba tunakuona kwenye vyombo vya habari jinsi ambavyo unahangaika kukitafutia chama chako cha mapinduzi kura nyingi na kura za kishindo. Tunasema asante sana. Mimi kwa, majin, kwa jina naitwa Salma, baba yangu Rashidi, mume wangu anaitwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete Raisi wa awamu ya nne wa taifa letu la Tanzania, ni mbunge wa jimbo la Mchinga. Tunakuomba na tunakueleza ya kwamba mfikishie daktari Samia Suluhu Hassan, na bahati nzuri, tarehe ishirini na tano ya mwezi huu, ya mwezi uliopita, maanake huu ni mwezi wa tisa, mwezi uliopita wa tisa alikuwepo katika jimbo la Mchinga na tulimpokea kwa bashasha kubwa na kumhakikishia kwamba asilimia zote za kura zitapatikana. Na hizi asilimia za kura si kwa wana CCM tu, bali asilimia za kura kwa wana CCM na vyama vyote rafiki wamesema, kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanyika, tunaridhika nayo na tutampa kura zote za ndio. Na ndio maana hata wale waliokuja kugombea nafasi ya ubunge ndani ya jimbo la Mchinga wote wamesalimu amri na nimebaki peke yangu Salma Rashid Kikwete. Kwa hiyo mwamfikishia salamu mwambie hayo. Baada ya hapo, namwombea Daktari Samia Suluhu Hassan kura zote za ndio, kama tulivyomwaahidi Lindi. Hatuna mashaka hata kidogo. Emmanuel, Daktari, wewe ni mtoto wetu wewe ni kama alivyosema Mheshimiwa Liwaka, wewe ni mjomba wake na sisi wote, kwa sababu sisi wana kusini hatutakuangusha. Tutahakikisha kwamba wanakusini tunasimama kidedea kule kwa kwezangu, anasema kihendo na mwenye mwana huku kwetu nasema hii shughuli ni ya kwetu sisi, hatumwachii mtu mwingine yoyote tiee kuwa wa kwanza, sisi tukawa pili. Nani aliyasema hayo? Haiwezekani hata kidogo. Dr Chegeni, Dr Chegeni, peleka salamu kule kwenu kwamba sisi tumejipanga wanakusini kuwa wa kwanza kuliko eneo jingine lote katika taifa letu la Tanzania. Namwambia kura ndugu liweke kura zote za ndio, na hali halisi umeiona hapa, Daktari Emmanuel Nchimbi. na Chingwea oyee! Baada ya kusema hayo na kutakia heri, fanaka, afya njema, ikifika tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka ishirini na tano tunachukua tunatiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, tunachukua tunatiki kwa wabunge wote wa CCM, tunachukua tunatiki kwa madiwani wote wa CCM. Hii ndio Tanzania tunayotaka tuionyeshe, kwamba sisi ni wanawake lakini, wanawake tunaungwa mkono na wanaume wote wa nchi hii. Asante sana kwa kunisikiliza. Oktoba hiyo jama, Oktoba hiyo jama, Oktoba hiyo jama, Oktoba hiyo jama, CCM oye! Waheshimiwa, na washukuruni sana, tunaweza kukaa.